Mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, CHADEMA, Tundu Lissu, alitarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo, siku ya Jumatatu, Novemba tarehe 10 mwaka 2025, ila hilo halijafanyika na hivyo kupelekea kesi hiyo kuahirishwa hadi Jumatano ya tarehe kumi na mbili mwezi wa Novemba mwaka huu. Ilikuwa imekuja kusikiliza kesi ya ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu E, ambayo liko chini ya jopo majaji watatu, jaji Ndunguru, Karema na Kiwonde. Sasa itarajia kwamba leo upande wa, wa mashtaka ungeweza kuendelea na kesi yake kuleta mashahidi wake ambao wanataka kusema kwamba mwenyekiti wa chama alifanya makosa ya uhaini. Lakini siku ya leo kwa bahati mbaya e, mshtakiwa ndugu mwenyekiti wa chama ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu akuwasilishwa mahakamani kwa kile ambacho upande wa mashtaka umedai kwamba kwa sababu za kiusalama. Ee, lakini sisi wote tumefanikiwa kufika hapa mahakamani. Nadhani nchi yetu nchiyetu yetu Dar es Salaam huko salama, watu wote wameweza kusafiri, mabasi yanafanya kazi, lakini upande wa mashtaka kuwa wamesema kwamba unaomba kwamba kwa e, sababu za kiusalama haujaweza kumleta mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo mahakamani. Awali upande wa mashtaka ulipanga kuwasilisha shahidi wanne katika kesi hiyo hii leo, lakini hilo halikuwezekana kutokana na hali ya sintofahamu iliyoibuka katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania kufuatia maandamano ya siku tatu yaliyoshuhudiwa baada ya uchaguzi. Kwa mujibu wa maelezo ya upande wa mashtaka, hali hiyo imeathiri mchakato wa mashahidi kufika na hivyo kufanya kesi hiyo ikose kuendelea kama ilivyopangwa. Upande wa mashtaka ukaomba kwamba, ukaeleza, ukaeleza mahakama kwamba wenyewe leo utakiwa uendelee na kesi yake dhidi ya mwenyekiti na utakiwa ulete mashahidi wake ambao wanatokea Songea, siku ingine wanatokea Iringa, wanatakiwa na Mbeya waweze kuja kutoa ushahidi dhidi yake. Sasa wakasema kutokana na sababu za kiusalama au mashahidi wa kuweza kuletwa uh, kuweza kutoka kusafiri kuja kuja Dar es Salaam eh, kwenye kesi, kwa hiyo na wao waweze kujiandaa vizuri, kuweza kuandaa mashahidi wao hawa waweze kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo, kwa maomba ahirisho la wiki mbili. Kwa maana hiyo tarehe kumi leo mwezi wa mwezi wa 11 ukiongeza wiki mbili, maana yake ni siku 14, ingekuwa maana tunazungumzia tarehe 24 au 25 ya mwezi mwezi huu. Kwa majaji wao watatu, Jaji Ndunguru Kionde na Karema waka baada ya kulichakata hilo ombi wamesema kwamba hawakubaliana upande wa serikali kusema kwamba kesi ihairishwe kwa wiki mbili, bali wameihairisha kwa siku mbili, yaani ya leo na, na, na kesho. Wakili wa serikali Thawabu Isa aliieleza mahakama kuwa ombi la kuahirishwa linatolewa chini ya kifungu cha sheria cha 332 a cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 toleo la mwaka 2023, akibainisha kuwa mashahidi wameshindwa kufika kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wao. Hivyo upande wa mashtaka uliomba kesi hiyo kuahirishwa kwa siku kumi na nne, ombi ambalo mahakama kupitia jaji wa mahakama hiyo Danstan Ndunguru alilikubali japo akaamuru kesi hiyo kuahirishwa kwa siku mbili badala ya muda huo mrefu uliotakiwa. Wakili wa Lissu Rugemeleza Nshala alilalamikia kuahirishwa kwa kesi hiyo kwa madai ya sababu za kiusalama, akisema kuwa hakuna usalama ambao unahatarishwa, kwani mashahidi wengine ni wale wa ku kuiona kwamba ile njia ahirisho ombi la ahirisho ya wiki mbili kwa kweli ilikuwa alimtendee haki mshtakiwa ambaye hakuwa mahakamani. Hata angekuwa upande ule wa upa, angekuwa upande angekuwa hata kesi imeletwa me, me, me toki, kwa njia, e, kwamba, na, ya kimtandao kwamba naye kule gerezani am, ameweza kusikilizwa basi ingekuwa nafuu, lakini mahakama imeamua kusimama katika kusimamia misingi ya haki na kusema basi, imetoa siku mbili ambazo ni kwamba wale mashahidi wa serikali kwanza hivi sasa huko wote waliko, basi wao waje, na tunafahamu mashahidi wengine ni wale wa kufichwa hata usalama wao unatarishwa, una, una, una, una vipi? Hata hivyo siku ya Jumapili, Novemba tarehe tisa, makamu wa Rais Daktari Emmanuel Nchibi alidai kwamba serikali ya Tanzania ikiongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan imechukua hatua za kurejesha utangamano nchini humo kwa kuonyesha nia ya kuwa na mazungumzo ya amani na viongozi wa upinzani nchini humo. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Elizabeth Mwende Coco FM, ladha,